Taifa la Mungu, shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Prophet Enoch Mori, na leo uh, leo nimekuja na semina nzuri, semina ni wachungaji, inaitwa CMS. Okay, leo tuko nao na tumejifunza uh, uh, mambo mengi sana. Unajua tumekuwa na makanisa lakini ni maskini mekuwa na vitu ambavyo vinachukiza ndani ya makanisa na tutambui. Lakini leo hii tumekuja kugundua kuna watu kuingia kwenye siasa, ukiwa ukiwa ukiwa mtumishi wa Mungu, wengine wanakuambia dhambi, wengine wanakuambia uhusiani unapotea, unakosea, una, una, una, una, una. Lakini kitu moja mpendwa, unanifuatilia ukiangalia, Sulemani alikuwa ni mtu wa Mungu, lakini pia alikuwa ni mfalme kwa ni kiongozi kwa lugha, kwa lugha nyingine, kwa ni mwanasiasa. Ukiangalia na Daniel, alikuwa <coughs> nani, alikuwa ni mfalme lakini, wanaukiangaliaalikaika alikuwa ni nani, ni nabii. Kwa hiyo tunaona kwamba sio kwamba ukiwa kiongozi alafu ukiwa mchungaji ni zaidi kwa hiyo, nimejifunza vitu vingi sana. Ni lini kanisa litasema sisi tunatakiwa tuseme kwa niaba ya taifa, sisi ni washauri kwa lugha nyingine tunasema sisi ni washauri wanane wa, wa, nani wa Rais. Pia, tunalijua tumshauri, rais rais mzuri sisi ndo sauti ya mwisho ya kodi. Lakini sasa tatizo, leo tumekuja kugundua tatizo ni wapi pa kuweka maoni yetu, na shida, wengi sana tunakumbuka kufanya maoni lakini hawajui uh, uh, sehemu sahihi pa kuwekea maoni. Leo tumekuja kugundua sio kwenye mitandao uka, kuna sehemu maalum ya kupeleka maoni yetu nimefurahi sana mungu awabariki sana na wapenda sana barikiwe sana